Tazamaji zimefikia dakika zetu za lala salama. Tunazo dakika kama kumi hivi, nataka niwaganyie mbili, mbili. wenzangu waweze kutoa maoni yao. Nianze na dada yetu uh, Okal. uh, hisia zako tu kwa ujumla kuhusiana na hazina ya CDF ibakie ama isibakie? kwa nini? Uh, Nimrod. uh, asante tena. Kwangu mimi CDF is very good na inafaa kubakia pale, but naomba kwa hiyo dakika mbili umenipea yeah ni Msonya Msonya atujulishe ha. the role of the MP. Ha, katika haya mambo yote. Yes. Licha kuwa endi anachagua bodi na pengine wataka kujua kama endi anachagua ni miradi gani inafanywa na kwa nini na pesa ngapi ufafanuzi. Yes. Kwa ujumla. Yes, please. Asante. Haya. Ya kambili umepewa Bwana Msonya e, dada yetu, Nashukuru sana nigo Mimi nilikuwa nasema tu CDF ibaki. CDF inasaidia watu wengi wamama wajane na watoto mayatima. Pia dakika amepiadaka zake mbili zimekuwa ine. Sasa vile imesema kwamba CDF ni muhimu ii, isiondolewe, ibaki, kwa sababu kuna mayatima tu ambao wanapata kusaidika kutoka kwa CDF. Jambo la pili nimesema elimu itolewe kwa umma, kuhusu CDF ili wajue the right, right zao na vile CDF inafai kuwa managed. Nataka anti corruption iingilie mambo ya CDF. Anti corruption ifate kujua hata zile pesa ambazo zimepeanwa za CDF in the past. Uh, is there, is there accountability? Na kuendelea mbele iendelee. Jambo lingine quickly. Vijana wa mama, na nimesema hata wazee economically wapewe wapewa empowerment hii pesa si ilitengwa kwa sababu ya ku, ku improve livelihoods in the locals. <coughs> Nikizungumza kwa niaba ya wazazi ambao mimi na, na simamia, sasa narudia kusema nataka pesa yote ambayo inahusika education, Ngaf, capitation inausika bursary fund, hizi pesa zote zijumulishwe pamoja, so katika one basket na situme direct kwa mashule to enable compulsory free basic education. Hii ikifanyika tu mara moja, pap, hakuna mzazi atalipa shilingi hata moja kwa shule, hataona watoto barabarani. Hiyo ifanyike. Jambo lingine, pesa ya CDF iongezwe mara pili au mara tatu. Nataka members of parliament wasikie maneno ili jambo lijadiliwe haraka iwezekanavyo kwamba hii badili ifanywe hizo pesa ziwekwe siwe ni credit. Jambo, uh, la mwisho Ningelipenda kuomba ili swala la prime minister, kuna sababu alikuja na hilo swala, na ningelipenda liangaliwe sana katika njia makini sana, tuone kama prime minister anaweza kuwa alikuwa na reason why alileta hili jambo, na linaweza kusaidia wa Kenya wote. CDF ya mwisho, board. Tunataka special board ya kusimamia CDF katika kila constituency. Watu wale ambao watasimamia CDF wae specialist katika finances na wawe elected professionals lakini members of parliament wakae pale kama ex officials kuzikisa na kuongeza maoni. Asante sana bwana Silas, asante yes, sa. Kwa kumalizia, tuchangia na hili kwamba kuna wengine wasiofahamu kwamba CDF pia imesaidia katika kutoa ajira nyingi sana katika sehemu za mashinani, maeneo bunge na kadhalika. Ikiwa itatolewa nafasi hii iende katika serikali za kaunti, haijulikani muongozo utakuwa upi sababu kuna wale ndio wanaofanya kazi na serikali za kaunti, lakini tumeona kwa miaka na mikaka, wale wanaofanya biashara na serikali za kaunti nakuta mara nyingi hawalipi kwa wakati ufao, tofauti sana na CDF, kwa sababu wabunge wamekuwa wakakamavu katika kushinikiza ile bodi kuhakikisha kwamba watu wanalipwa kwa wakati ufao. Malizia pamoja na hilo, nikiongezea kaunti katika, katika kauli yako ya mwisho e, nikiongezea, e, kaunti katika e, kazi hii, utendakazi huu wa CDF hi, baki na isijaribu kubanduliwa pale. Another thing, utenda utendakazi ambao umewekwa motisha na MP mwenyewe, wale ambao wanafaa wametolewa eh, wale the selected ones ambao wamemonitwa, kuwe na hiyo board, ambapo vile mwenzetu amesema kuwe na board ambayo itakuwa inaenda round, ina make sure kwamba huyo ambaye anasaidika ni yule genuine Hapana, mtoto wa, wa, wa tajiri yeah. Anafaidika then mtoto wa maskini anabaki pale. mm -hmm. Na ndio tunaona sometimes kwa news unapata mtu akilia anasema kwamba mimi sijaipata mm -hmm. Eh, basari na mimi nafaa niende kidato cha kwanza na sijafaidika yeah. Na wabunge pia wawe na ile roho ya utu kwamba wanapojua kwamba wametolewa complaint na common mwananchi yule ambaye anawakilisha chini, kwamba huyu mtu fulani ni mnyonge mm. na amemiss amepata, wasikuwe na ile roho mm. ya chuki kwa huyu kiongozi ambaye ametokea pale na. Wawe na ile roho ya utu ambayo itasaidia na, na mashinani kutenda vizuri. Asante sana. mm. Hai, Bwana Musoni, asante sana Nimrod, nitakuwa kwa ufupi. Eh, kwanza kitu... pengine kabla kauli yake ya mwisho uzingatie, e, swala swala eh, kulingana na kifungu cha sheria kinachoweka hazina ya maeneo bunge ya kitaifa eh, eh, kulingana na hiyo kifungu hakuna mheshimiwa ameandika mali, lakini nitapenda kuambia wananchi na niambie dadangu, eh, mheshimiwa ako na roles tatu kulingana na kazi yake, kuna legislation, kuna representation na kuna oversight. Excuse me, Mr. Nimrod, no. I don't want this, I don't want him to escape this. Uh-huh. I'm asking, I know that the MP has three roles. Yes. Oversight, legislation, legislation and, uh, representation. Mm. I'm asking, in the CDF. Ndio nayafafanua, nimesema kulingana na kifungu ya sheria ya CDF, mkisoma. mm-hmm. yeah. yeah. so so, so, so hizo umetaja ni structure za bunge kisheria ki kisheria, ki kazi sasa. Ya inapokuja katika hazina eh, ya eh, sheria kazi yake. yeah. saa eh, eh, kulingana na sheria ya CDF kuliondolewa uh, in 2015 kuliondolewa role ya mheshimiwa, lakini eh, kulingana na sheria ya ya mbunge, mbunge haja apigwa uh, marufuku kuongea juu ya CDF kwa sababu as a representative of the people lazima aongea on behalf of the people kwa manufaa biokala. Je, mbunge ana nafasi ya kufanya advisory role kama mbunge tu tena oversight? mm -hmm. anaweza kama hazina eh, kuu ya CDF na, haileti pesa na. Mbunge ako na mamlaka ya kuuliza mbona pesa ya CDF hazijatolewa, juu wananchi wangu wanaumia huko, ni kwa serikali kuu. Tupe mfano wa kimaeneo mm. kwa mfano Okal na pengine Konsolata wako katika bodi pamoja na wengine mm. Halafu kuna fedha ambazo wameamua mm. Ni za kwenda kwa ajili ya kama ulivyosema e, mradi fulani tuseme. Yes. Tuseme ule mradi ulioitwa sustainability na kitu kama hicho yes, yes. Na kuna fedha pale wameamua mm. Kama bodi kupitia wananchi wa, wa, kwamba watatenga shilingi milioni mbili mm. kwa mradi fulani mm. Ni lazima wamjulishe mbunge kwa sababu ya kuwa na nafasi katika eneo bunge mm. Ama si lazima ule mradi unaendelea mm. bila mbunge kuingilia mali popote kwa utaratibu wa sheria na stock zenye ziko na, na penye mimi nakaa, nikifanya kazi yangu na. Mbunge hana ushawishi ni mradi gani, kwa sababu mm -hmm hawezi kasema huu ni mradi utaenda, na wananchi wenyewe wamesema kwa ward tunataka mradi, kwa sababu hawezi kasema toa hii kitu inafanyika, ni yenye unapata wananchi wengi wanasema mradi wao walisema na haiku au kufanyika, na kufanyika. Na. Ni kwa sababu ya mahitaji na pesa yenye tumepewa tunatumia prioritization. Ukisoma act yetu tunaangalia priority gani tunapea kipaumbele na gani ta, because utapata mahitaji ni mingi, tunaandikiwa mpaka ya barabara mpaka gani, lakini hiyo kamati kikaa, kazi yake ni kuangalia miradi ipi iko inakuwa ya, eh, oh, ya manufaa sana kwa wananchi. Hiyo kamati ndio kazi yake, na wakichangalia hivyo wanapeleka mbele na hiyo ndio inafanyiwa, alafu mwaka ulio unaofuata kama kutakuwa na priority, kwa sababu hata ata ha, wananchi wenyewe tu unaweza ona wakati mwingine wamesema wataka umradi mwaka unaofuata una wanabadilisha, wanasema sasa, hatutaki tunataka laboratory, hatutaki hmm, classroom tukawa tumesema. Sasa unaona, hiyo ni changamoto na tunakuwa nayo kama bodi, kuweza unapata miradi ingine wananchi walisema kwa mashinani na, lakini kuna zingine zimeenda na zingine hazijaenda. Lakini kwa maoni yako, unaona kwamba kuna ugumu wa mwanasiasa kujitenga na nafikiri ndio wasiwasi alionao, kwa sababu ikiwa mbunge ndiye anahusika katika kushawishi mm, kina nani watakaa katika ile bodi, utakuta kwamba ni lazima ajihusishe na mikakati au shughuli zake za kila siku, apende asipende, kwa sababu ya kuwa yeye amehusika katika kuwachagua. Kwa sababu nafikiri, hata kama hata amua mradi gani utakaofanywa, utakuta yeye ndio wa kwanza. Mradi ukikamilika, yeye ndiye anakwenda kuufungua, yeah. Nimrod. Na saa nyingine anautaja kama mradi wake. Eh, Nimrod, yes. Na. Okay. Na. Uh, unajua mbunge katika constituency. Yeye, no, ni kama president. Nafikiri na. na kidogo tu turekebishe mike yako, alafu tuje kwako Musenye. Endelea kidogo tu, nitamwita msaidizi um, wangu mmoja aje akurekebishe. mm-hmm. e, sauti tupate tu kauli yako ya mwisho kumalizia. Tulikuwa tunauliza hiyo nafasi ya mbunge mm. utakuta kwamba mara nyingi ana ushawishi mkubwa mm. e, kiasi kwamba mwenyekiti wa bodi hawezi kufanya chochote na tumeandamana na baadhi yao mm. katika miradi tofauti utakuta kwamba hata kama kuna bodi ambayo inamtenga mm. mbunge katika maswala kama haya mm bado ushawishi wake ni mkubwa sana. mm. eh, kuongelea juu ya ushawishi wa mbunge hilo, eh, eh, ni tendo ambalo linatengamana kulingana na uh, kila, kila eneo bunge, eneo bunge. kulingana vile wanafanya kazi na. kuna wale wanataka kuvishwa pete vile lilisema wakivisha pete na. wanaongea wanajulikana tumefanya hivi na, na kuna wengine eh, wakisimama nimesikia na. wabunge mara mingi wakisimama wanasema hazina ya CDF na. imefanya hivi mm -hmm. hawajai sema au pia kifua aseme mimi nimefanya na. Akisema hivyo hiyo kulingana na CDF yeah. eh, na. personal, na. Na. nai na. Na. Na. wabunge wanaelewa vizuri bila CDF ina run kwa sababu wao ndio wanatunga hiyo sheria na. ya CDF bungeni asante. na wao ndio walisema CDF ina run hivi a board that is at the national level kuna utaratibu ule ambao hiyo board ina inafanyika ina. Niliwaambia vile tulianza tunasema not... kuna advert inafanyika. Yes. na inafanyika na hiyo advert eh, sisi ndo tuna initiate. Tukishamaliza kufanya mm. mwenyekiti wa hiyo eh, kamati ya kuinterview anakuanga Sub-county commissioner. Aha. Uh -huh. Alafu interview inafanyika kwa kila mtu. Sana. Ndio nauliza mm. after the the the the board has selected its members. Mm. To To me, mimi kwangu naona ni kama that is is is an independent institution again yes. created by the, uh, mm. by, the by act. Yes. By the act. Yes. My question is, where now is the MP coming in? Uh -huh. to bring all these interferences? uh -huh. Ndio ameeleza vizuri, nilisema... vizuri kwamba mbunge hastahili kuingilia malipo. Sasa kutoka hapa ni kufahamu kwamba ikiwa mbunge anafanya hivyo, anafanya hivyo kwa sababu ya usha ushawishi wake wa kisiasa mm, sio kwa sababu anaongozwa ana ana mm. mm, na mkataba wowote ama anaongozwa na kifungu chochote au sheria yoyote. Sasa kwa dakika moja nimeambiwa nifunge, Nasema kwa dakika moja, mbunge hawezi kutenganishwa kabisa na CDF mm. Inakuwa vigumu, ni vigumu vichana na pete no. na kwa hivyo ndio tumesema in future tuwe no. no. na board ya kuva CDF mahali penye mbunge na keti tu no. like another Local person. Asante, asikize sana asante. <coughs> Asante, nasema shukrani sana Bi Yokal <coughs> vilevile dada yetu Consolata, Bi Esta, Bwana Silas na vilevile Bwana Msonye. Asante sana kwa kutupa wakati kuweza kuelewa masuala mawili matatu, tunasubiri kuona hapo kesho kama shughuli hii ya kukasanya maoni kuhusiana na hazina ya CDF na ngafu e, itakuwa inafikia wapi, lakini mengi zaidi ni kwenye taarifa zetu za siku. Usiondoke hapo ulipo nitakuletea taarifa za saa 7 mchana hivi punde.